Msanii Diamond Platnumz na Bien Sauti Sol wa Kenya wameachia kolabo yao mpya inayoitwa Katam wakati ambapo Kenya na Tanzania wanavuma kwa mgogoro wao wa Gen Z wa, wa Kenya na Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini je, unajua huu ungekuwa wimbo wa tatu kwa msanii Diamond Platnumz kufanya na msanii wa Kenya? Na je, kwa nini kolabo yake na msanii Chikuzee kutoka Mombasa haikuwahi kutokea? Leo tunafichua kila kitu, kuanzia drama za management za wasanii hawa hadi athari za kisiasa nyuma ya wimbo huu Andamana nami hadi mwisho wa video hii, ili uweze kupata ukweli wa burudani ya Afrika Mashariki. Wimbo huu mpya wa Diamond Platnumz na Bien ambao unaitwa Katam ni wimbo mtamu na wenye mvuto wa mapenzi ambao unawaunganisha wakali wawili wa muziki kutoka Afrika Mashariki katika kusherehekea uzuri, upendo na umoja wa bara la Afrika. Wimbo huu uliotayarishwa na producer S2Kizzy unazungumzia mwanamke mmoja wa kipekee anayekuacha bila maneno: muonekano wake, mtiririko wake, asili yake, kila kitu kwake ni katamu. Yani ni katamu kupindukia kupitia mashairi ya kucheza na hisia, pamoja na sauti laini ya Diamond na Bien, wanachora picha ya mwanamke anayewakilisha utajiri wa Afrika Mashariki, kutoka mwangaza wa Kinyarwanda, nywele za Kisomali, macho ya Kiabeshi, utamu wa Kitanzania hadi akili za Kikenya. Ni wimbo wa kimapenzi wenye utani, burudani na fahari, afropop kali inayokufanya utake kucheza, kupenda na kuinua glasi kwa heshima ya malkia wote wa Afrika. Labda nikukumbushe tu kolabo ya kwanza ambayo Diamond Platnumz aliwahi kufanya Kenya alifanya na msanii wa kike Akothee kwenye wimbo ambao unaitwa Sweet Love. Ila huu wimbo wake na Bien umekuwa kama wimbo wa pili rasmi baada ya ule ambao ungekuwa ukuwe wa pili kufeli. Ndiyo wimbo wa pili ulifeli, alikuwa afanya na msanii wa Mombasa anayeitwa Chikuzee, lakini wimbo huo haukuwahi kufanyika kwa kile kinachosemekana ni uzembe wa management ya iko hivi. Wakati Chikuzee ishu iko hivi, wakati Diamond Platnumz alikuja Mombasa alitengeneza urafiki mzuri na msanii wa Mombasa Chikuzee, baada ya kumuona ni msanii mzuri, na wakati wakiwa kwenye chumba cha mapumziko basi Chikuzee alichukua fursa hiyo kwa kumsikilizisha Diamond wimbo wake, na Diamond akaukubali sana, ila akamwambia aongee na management yake ili aweze kumwekea vezi, kitu ambacho akikuwai kutokea hadi leo. Ni wazi kabisa Chikuzee anajutia kupoteza fursa ambayo ingemsaidia kukuza zaidi mziki wake. Yeah. Akanaita, kuna nyimbo aliniletea, nikamwambia ile nyimbo ya kwanza mbona nzuri sana, yeah. yeah. sana. Nikamwambia katika kipande hichi, akirudia kipande hichi, nikawa kama najidai kumpa tu ushauri katika ile nyimbo, kama hichi asikieke akieke hichi na hichi kitakuwa nzuri zaidi. Sawa, nikamwambia nyimbo mimi nzuri Ukishamaliza wanaletea nitamfanyia vesi tena ni kwa mapenzi yangu, nimwambia nitamfanyia vesi. Kimaliza ilete nyimbo, mi nitamfanyia vesi. Sikuona tena, sikuwasikia tena. Siku nyingine nkakutana ile nyimbo ishatoka kabisa, ishaenda, ishavuma na ishaisha. Kwa sababu nilisikia ilifanya vizuri. Nikamwambia bosi wake, naye Chiko alikuwepo, nikamwambia, nilikuambia nyimbo natuifanya kawaida, kawaje tena? Sasa sikujua, ujue kila mtu anakuwa na sababu zake. Alikuwa na mdhamini mwenyewe naye, sikumwona, sikumsikia tena. Sasa so, ikawa mi sikuwa na jinsi ila wimbo huu wa Bien na Diamond umetokea wakati mgumu sana, wakati kuna ugomvi kati ya Gen Z wa Kenya na serikali ya Tanzania. Nikijiuliza swali kama je, yeah, huu ni wakati sahihi wa kolabo kama hii, au Diamond Platnumz na Bien wameamua kuunganisha mataifa haya mawili kupitia muziki? Manake kolabo kama hii inaweza kuwa njia ya kupoteza attention ya majenzi na kufanya Kenya na Tanzania kuweza kuwa kitu kimoja tena kupitia mziki kama huu. Labda uniachie maoni yako kwenye comment section, mtazamaji. Je yeah, huu ni mwanzo wa amani ya kisanii kati ya Kenya na Tanzania au hii ni drama ingine ya burudani? Niachie kwenye comment section ebwana. Mi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano na waachia nyinyi hapo bwana. E, tukutane kwenye video